naona picha tofauti, picha tofauti kabisa na yale tunaisikia huko nje, ikiwa ina maana kwamba bado kunachukua elimu ya kutosha ya kuelimisha sisi washarika tulioko, tuelewe nini kilichoko ndani ya yaaselom. Niposikiliza maneno ya mwenyekiti wa misioni na ujisti na ujakonia wa dasisi, nipo sikiliza maneno ya mwenyekiti wa uchumi mpango na uos, niposikiliza maneno ya mwenyekiti wa fedha wa dasisi.

yadapika siasa, mm -hmm. <laughs> Na matokeo yake itapota katabaho, lakini mi naamini hawa na Kristo waliookoka amen, wanajua. Ndio inasema tuwe watendaji wa neno, tusiwasemaje tu. Mungu ameweka mipaka ndani, hawa vijana wakapana, namjua hata kule kule, tunategemea sana yeye Mwenyekiti wangu wa mjisi wa shirika wangu. Namjua. Na ana moyo wa kutaka kanisa liende. Sina uzoefu kuna Eric. Sina uzoefu kuna nani. Utapata. Ngasha. Lakini <coughs> Lakin, naamini kwamba Eric yeye anamjua.

Mathayo akasema wa watu wanaishi. Lakini aliporudi akawa kwanza kuandika habari tatu kuzaliwa kwa Yesu, kuishi kwa Yesu, mpaka kufa na kufufuka kwa Yesu. Alikuwa kwanza. Huyo tutataka ninyi mmoja? Usipoti hapa na nenda kama nani? Kama Mathayo. Usiwe kama nani? Petro. Sema sabaji tu, lakini kilicho kule anaanza kukana nani? Tukana kwa Yesu. Kumbuka kwa ni wazee nilimwomba askofu kwamba unajua, wazee wanataka kuzika. Naomba atataka kutoka kama jioni, kama siku kazini, naomba nikapumzike <laughs> sana.